Karibu tena. Wakazi wa kijiji cha Burimagongo uh, Tagoma eneo la Kuria Magharibi kaunti ya Migori wanalilia changamoto zinazowakumba kutokana na ukosefu wa maji katika eneo hilo. Wakazi hao wanasema wanalazimika kunywa maji uh, chafu na kuhatarisha afya yao, haswa msimu huu wa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika kaunti ya Migori. Aidha, wakazi hao pia wanasema wanawake wamelazimika kutembea safari ndefu kutafuta maji safi. Aidha, wanasema juhudi zao za kuchimba kisimu hazijafua dafu na sasa wanaomba serikali kuu na ile ya kaunti kuingilia kati na kutatua matatizo yao ya maji. Ukiangalia hata maji ambayo tunatumia ni maji ambayo itakuja hata kutudhuru maisha yetu. Kwanza tuko na watoto, mtoto ajui, akienda kuchota maji hata ajua kwamba maji ni masafi au maji ni machafu, na inakuwa shida sana ukiona sasa hii wananchi walijitolea ili waji watoe maji na matope imekaa mingi, hata wengine waliumwa na vitu kwa matope na kutofauti na haya maji. Serikali tunalia kutoka penye tunaishi mpaka kwenye tunaenda kufuata maji, ukitoka asubuhi saa kumi na moja kurudi kwako ni saa saba. Enyewe wa mama wanateseka, hawana maji mpaka tumejitoa sisi wanaume tunakuja kutengeneza kisima kama hii Sababu hawa mama unapata saa tisa usiku, mwanamke yuko kwa kitanda, ameenda kutafuta maji. Tukajitolea sisi, ni kama atupigi kura sasa kwa hii kijiji, na tangu mimi ndijijue siasa inaenda aje, hatujaiona maendeleo kwa hii kijiji. Machi serikali, machi machi nde ndio uhai wetu. Tunatoka hapo tunaenda kutafuta machi mazuri, kutoka hapo mpaka Nyakisisi ndio tunaenda kutafuta maji na mimi ni mzee kabisa.